Anita Dave, Anita Dave, nimekuita mara ngapi? Rudi nyumbani. Anita, enda ukae nyumbani, enda ukae kwa nyumba. Wenye umesikia, umeambiwa na Charles, enda utulie kwa nyumba. Acha kuonyesha watu wenye uko na aja sana na senior Dave saa hizi, acha kumwonyesha wenye una mjali sana saa hizi Sababu wewe ndiye utaachwa ukiumia. Senior Dev yuko huko, wewe ndiye unaumia. Senior Dev kwa kwa mission, akili yake yote iko kwa mission. Saa hii si time ya kuambia Senior Dev enda ukaoge. Vitu zingine pia, wewe angalia, Charles anahurumiwa ana na nani Charles, nani, hmm? Anamuhurumia nani, anahurumia nani Charles? Hiyo ni kitu moja unafaa ujiulize, sababu wote ni binadamu. So hakuna haja ya uende hapo uonyeshe senior Dave yenye unamhurumia sana, na Charles pia ako hapo. Au watu wanatesekea kwa kichaka wakiwa wawili, so the time unakuja unaambia senior Dave uenda ukaoge pia, una make sisi mafans tunasikia vibaya, sababu Charles anaambiwa na nani aende akaoge? How comes unataka senior Dave aache Charles aende akaoge? wamekuwa wakistrangu na yeye waki kwa hiyo forest hata awezi kubali. This is not the time ya kuuliza senior Dev ati utakuja kuona Cynthia lini? Ye mwenyewe vyenye tu wameona umeenda kumtafuta, vyenye tu wameona umemuhaga, umekubali kumuhaga, vyenye tu yo maneno bembu zimerudi, hata yeye mwenyewe najua mali yako anakujali, anajali yule mtoto, lakini saizi juu wako kwa mission, acha hiyo huruma, hiyo huruma achana nayo kabisa, sababu itakuumiza. Achana na, na senior dev amalize chenye anafanya then after that, endeni mkae chini behind the camera ongeeni lakini saa hizi ukitaka kukuja hapo kuonyesha Charles ni kama una ni kama unamjali sana mume wako, yeye nani anamjali? Hiyo ni kitu pia wewe unafaa uangalie, ficha mambo ingine. Tunajua unammiss, tunajua unampenda, tunajua unamuitaji, Anita Dev, sini awezi akaacha Charles, acha wakule panya pamoja. Acha kumjali wewe Saa hii Sinia ni wa Mungu, hmm? Sinia anatembea na Mungu, acha kumhurumia hapo, acha kwenda pale na ile huzuni ya bibi iyo, ondoa hapo sababu, pia yeye hawezi iona. Saa hii akili ya Sinia Dev inagonga Chambe, inagonga Elvo, so sahizi kuambia Sinia Dev ati aende nyumbani mfuatane kama ajapata wafanyikazi wake, hiyo ni kitu awezi kubali kabisa. So kindly Anita, toka kwa hiyo forest pale kuwa unaenda tu wakati umeitwa na vyenye umeambiwa muache kurekod don't record that why nani alifukuzwa Collins alifukuzwa kwa hiyo forest sababu vyenye tu mna record ndio na wale magaidi watawafuata na zile video leo walikuwa mahali fulani leo walifika mahali fulani mpaka wakafanya kitu fulani so that why wanakataa kurekod sababu mnafikiria mna update mafans lakini pia mna update magaidi. Suacheni kurekodi vyenye mmeambiwa. And Annita Dave, enda utulie kwa nyumba, ama kama ni live unataka kwenda, enda live yako ukiwa studio. Kama ni mtu mnaombana msamaha, ombaneni msamaha pale kwa studio, lakini hizi vitu unaleta hapa kwa forest, pia azitubambi kindly. Tunakupenda lakini mambo ingine jaribu kukanyangia chini, utamake chaos aone ni kama amumjali na ko kwa mission yenu. So please, Annita Dev, tunakupenda lakini control that love side, jaribu kuicontrol tunakuelewa, but control such kind of love. Anyway guys, nawapenda sana tena zaidi.